Staili salama za ufanyaji wa tendo la ndoa kwa mama mjamzito. Najibu swali la mwenzetu ambalo ni swali zuri sana na litawasaidia wamama wengi sana. Baki nami kuanzia mwanzo hadi mwisho ujue ni staili gani nzuri na ambazo ni salama kwa ujauzito wako. Pedi yetu ni Pasfy Organic Pedi. Pedi salama kabisa na inayokupa uhakika wa kujisikia huru, kujisikia mchangamfu na mwenye kujiamini unapokuwa kwenye siku zako. Ichague leo ni Pasfy. Seli ya kwanza ni ile seli ambayo mwanamke anakuwa juu. Mwanamke anapokuwa juu anakuwa na uhakika wa kudhibiti kina, yani ingie kiasi gani kina, pamoja na spidi ya ufanyaji wa tendo la ndoa, na ile hupunguza sana shinikizo kwenye tumbo, kwa sababu unakuta tumbo alihusiki kabisa katika miezi mitatu, katika uh, mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu. Staili ya pili ni ile ya upande side by side, wote mnakuwa upande mmoja, imepumzika upande mwingine ndo unatumika, alafu kunakuwa hakuna, uh, tumbo, tumbo halihusiki kabisa. Kwa hiyo ni salama na nzuri na haina kasi kubwa, kwa hiyo kama ikiwa kuna tatizo lolote, hii staili ni nzuri. Kwa miezi minne mpaka miezi sita unafanya hivi, inaendelea ile ile ya uh, mwanamke kuwa juu itasaidia na ile ya uh, side side by side. Lakini hapa tunaweza tukaongeza dog style kidogo, lakini kwa hapa uh, mwanaume anatakiwa kuzuia uh, kuto kuingiza ndani sana, yani, kina cha ndani yani, anatakiwa kuwa na yani, siwe ndani, kwa sababu unapokuwa dog style uume unaweza kaingia ndani zaidi. Kwa hiyo mara nyingi mnapokuwa mmeamua muifanye dog style, ni vizuri mwanaume asiingize kwenye kina kirefu sana, kwa sababu inaweza ikaleta shida. Miezi saba mpaka tisa staili ni zile zile, staili ile ya mwanamke kwa juu, maana haihusishi tumbo, lakini pia staili ya side to side to ambayo uh, mnakuwa ni upande, lakini pia kama ni doggy style kama ni vuambia, kuna nilivyoambia, kunakuwa penetrations isiyo kubwa sana kiasi kwamba ikaleta shida. Kwa hiyo afu pia mwanaume mwana mwana, uh, uh, si ulalie kabisa yani tumbo lisitumike wala mgongo. Kumbuka wakati wa ujauzito, uzito mgongo unauma kwa sababu mara nyingi huvutika kuja mbele, maumivu ya mgongo ni makali sana. Kwa hiyo unavolala tena kwa mgongo, ina maana ule uzito wote pamoja na wanaume wote unauleta uh, mgongoni. Lakini pia na staili nyingine za haraka haraka, ile hapana, ni taratibu na kwa umakini mkubwa sana. Lakini pia unapofanya tendo la ndoa sio kila siku, kidogo kidogo, lakini kwa umakini zaidi. Asante kwa kunisikiza, nadhani nimejibu vizuri. Until next time. Bye bye.